Wazazi na walezi wamesisitizwa kuendelea kuwahimiza watoto wao kumjua Mungu na kukaa katika misingi ya Neno, kwani wengi wao, kutokana na kukosa mafundisho sahihi, wamejikuta wakiishi maisha yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Wito huo umetolewa na Mchungaji Phone Sanga katika ibada ya kubarikiwa watoto waliopokea ubatizo na kipaimara iliyofanyika katika Kanisa la KKKT Dayosisi ya Kusini Kati, Usharika wa Tandala, wilayani Makete mkoani Njombe. Akizungumza katika ibada hiyo, mchungaji Sanga amesema waumini wengi kwa sasa wamekuwa vuguvugu katika imani, jambo linalowafanya kupoteza msimamo wa kiroho na kukata tamaa kwa changamoto ndogo ndogo. Watu wengi wamekaa hapa kwenye ubaridi, kwenye uvuguvugu wamekaa hapo. Wakristo wengi wamekaa kwenye uvuguvugu, sio moto wala sio baridi, na Biblia hapa inasema kama wewe ni vuguvugu atakutapika. Manake ha, hakutaki kwenye ufalme wake, hakuhitaji kwenye ufalme wake kwa sababu ya uvuguvugu wake. Na ndipo ambapo Wakristo wengi wamekaa hapo, hawaeleweki. Yaani haeleweki mtu kumwelewa kwamba huyu ni Mkristo au ni mpagani, haieleweki kwa jinsi ya tabia alizo nazo, kwa jinsi anavyofanya matendo anayofanya maisha anayoishi, hayaeleweki kwamba ni mkristo au si mkristo, hayaeleweki. Kanisani anakupenda, duniani anakupenda, ni mkristo huyo huyo, lakini dunia anaipenda na kanisa analipenda, vyote anavitaka, ambavyo sasa Yesu anasema mm -mm, haitakiwi hivyo, unatakiwa ku kumpenda Yesu. Kama unampenda Yesu, mpende Yesu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote mpende. Tumefurahia pia ujumbe ambao umetuhasa walezi au wazazi wa watoto kwamba tuwahimize watoto kumjua Mungu, kuja kanisani na kufuata maadili ya Kikristo. Kama wazazi tuwatunze vizuri watoto, tujitahidi kuwahimiza wafike nyumbani mwa Bwana. Kwamba kwa siku ya leo wamepokea kipaimara, tumefurahia wote, tumeshangilia lakini haitoshi hiyo. Watoto wanatakiwa kuwa waumini endelevu, tuendelee kuwahimiza ili wamjue Mungu zaidi. Naweza ukakuta kuporomoka kwa maadili kumeanzia na wazazi wenyewe. Sasa kama kumeanza na wazazi wenyewe ina maana mtoto anaweza akawa ni zaidi kwa sababu, cha kumsimamia mtoto aenende katika misingi ya imani haitakuwepo. Lakini kama wazazi watajitambua na kusimama kwa sehemu yao, kwamba wao ndio wenye kulijenga kanisa hili linalokuja kwa sasa, basi na imani kabisa, kanisa litakuwa imara. Aa, kwa upande wa Wakristo kuacha Biblia nyumbani wakaja kanisani bila Biblia, hii imekuwa ni changamoto kwenye makanisa mengi, lakini nafikiri kwa ajili ya utandawazi, wengi tunatumia simu badala ya kutumia vitabu halisi Biblia. Na watoto wengi wakipaimara, wengi wakibarikiwa, pia wengi huwa hawasimami kwa ajili ya katika Ukristo wao. Kwa hiyo ninasisitiza wazazi pamoja na walezi tushirikiane kuwasaidia watoto kuwaongoza katika njia inayompendeza Mungu. Wanapobarikiwa kipaimara, waendelee pia kuwa Wakristo wazuri makanisani na kwenye jamii.